Mimi naitwa Nicholas Pius Kileka, ni babu wa wajukuu zangu Glory pamoja na Precious ambao walifariki jana kwa kupigwa visu na mama yao. Labda tukio lilikuwa je, mzee wangu, mpaka ikafikia kwamba mama huyu akaamua kuwachoma watoto wake viswa? Nilikuwa nimetoka asubuhi, huyu Glory tunakaa naye nyumbani kule nikamleta hapa ili aweze kukaa na mama yake, nikamsalimia, nikamwacha, mimi nikaendelea na shughuli zangu ili jioni aweze kurudi. Kwa hiyo nikaondoka, nikaenda zangu huko Hai Boma Ng'ombe. Kwa bahati mbaya sana, nilipofika kule majira ya saa saba nikapigiwa simu kwamba nyumbani kuna shida. Ndio nilipofika hapa, nikaja nikaingia ndani, watu walikuwa wanalia nikafika kwenye chumba alichokuwa milala, nikakuta kweli watoto wamechomwa kisu na mama yao amejichoma kisu. Watoto walikuwa wa milala hapo kitandani. Mtoto yule mkubwa ambaye ana miaka minne alikuwa amechomwa kisu, kisu kifuani kikatokeza nyuma na kingine kikatokeza nyuma, visu viwili, lakini vilevile kwenye utumbo. Yule mdogo alichana sehemu ya tumbo kakuta wamekufa milala hapo kitandani. Mama naye alikuwa milala hapo, wote watatu. Mama yeye alijichoma kisu tumboni, akachoma kisu kwenye kifua, alafu akachoma kwenye koromeo, basi akawa naye ameumia. Na mwanzoni tulidhani kwamba kwa wote wamekufa, lakini katika kulialia, jirani mmoja aliingia ndani akasema, mbona mama kama bado hajafa. Kwa hiyo wakamkimbiza hospitali ya wilaya, akapata huduma ya kwanza, amepelekwa KCMC, wakapelekwa wakaenda kumfanyia operation chap, baadaye wakamrudisha wodi. Habari za leo asubuhi ni kwamba anaendelea vizuri, ameshatolewa oxygen, lakini sasa hivi ameweza hata kuongea. Kwa hiyo tunaamini kwamba anaendelea vizuri. Mpaka sasa ameweza kuongea chochote? Labda anasemaje kwa sasa hivi? Ah, ni ile neno tu la salama habari, naye anaitikia salama, anaangalia, lakini kama mtu ambaye anafahamu vizuri, kwa kweli hawezi kuongea kitu sasa hivi mm. okay. Labda wanasema chanzo cha tukio hili hasa, cha kwa kweli mimi kama babu wa watoto na mwali wangu na kijana wangu Sifu, alikijafahamika isipokuwa katika chunguzi za polisi, kwa sababu huyu mama jioni anakuja kule kwetu nyumbani, anatupikia, tunakula wote afu anarudi huko. Kwa hiyo sikuwa nimeona ugomvi, ila kwa uchunguzi wa polisi na meseji walizoziona inaelekea mama alikuwa anasema kwamba huyo kijana wangu huyo, labda kuna sehemu anapitia, kwa maana vijana wanaita labda mchepuko Kwamba labda hamtendei haki, yaani nivyoona polisi walikuwa wanasema. Hiyo nimesikia polisi meseji e, ya malalamiko nadhani walikuwa wanatumiana. Mpaka sasa hivi, labda mtoto wako amezungumza chochote baada ya kusikia kwamba kilichosababisha ni huo mchepuko? Hatujakutana naye, maana bado yuko polisi. Kijanangu kwa polisi na napowauliza wanasema yuko chini ya uangalizi kwa sababu, kwa hili tukio akija huko, labda anaweza akafanya kitu ambacho sio sawa. mm. Wito wako ni upi kwa jamii? unadhani jamii inaweza ikajifunza nini kupitia hili? Mimi wito wangu kwa jamii hasa wa vijana wa sasa hivi nilikuwa nafikiria kwamba wasiwe na mhemko, haya mambo yapo tu tangu zamani yalikuwepo lakini yanazungumzika. Unapata ushauri, unapata kwa wakubwa zako, unaenda kwa viongozi wa dini, hata ikishindikana, unaenda serikalini hata mahakamani, ili kutatua tatizo, lakini si kufanya kitu cha kinyama namna hii. Kabla ya tukio hili alishawahi kuleta malalamiko yote juu ya haya? Kabla ya tukio hili hajawahi kuleta tatizo lolote juu ya malalamiko haya na huyu mwali wangu ni mpole kwa kweli, yaani hata ukimwona huwezi kuamini, na mume wake vile vile ni mpole. Lakini nimesikitika sana <coughs> kuja kusikia haya mambo, lakini mm, kwa sura tu mkanti bilifu. Wanaume wapunguze spidi ya kupendapenda wanawake. Yani ukiwa umeoa rizika na mke wako. Hmm? Rizika na mke mmoja ambao Mungu amekupa. Unapoenda kufunga uh, nani harusi kanisani, unafunga na mke mmoja, ufungi na wawili. Kwa rizika na huyo mke wako ili usisababishie wa mke wako madhara mpaka inayosababisha watoto kufa. Kwa hiyo rizika na mke wako wanaume, mwache tabia mbaya. Hii ni tabia mbaya. Uh, kwa upande wa sisi wanaume katabia tabia hako kapo mimi na, naomba sisi wanaume tubadilike, tubaki njia kuu, kwa sababu kwenye hii tabia mtu akishajiingiza kule, kwanza familia inasambaratika vile vile kiuchumi. Ni tabia ambayo naomba tuwache, tubaki na tuishi na familia zetu.